Ani bibi alienda kuomba chumvi <laughs> na hakurejea, na sasa akiamka asubuhi anapata ya bibi yake anafulia jirani nguo pale akiimba ya miaka yake iliyoliwa na nzige <laughs> anarudisha. Lakini jana maeneo ya Bungoma kulikuwa na drama e. Jamaa aliingia amemshika mke wake e, kwa mkono na si ati mke wake alikuwa anadanganya, hapana, na hakuwa ameiba chochote, lakini alidelete Radio Jambo namba kutoka kwa simu yake. Can you imagine? na huyu jamaa anasemekana kwamba yeye anasikiza Radio Jambo patanisho fan, lakini sasa anasema hangeweza kupata contact asubuhi kuangalia, kumbe mke wake alikuwa amedelete Radio Jambo kwa simu yake we, we, we. na mke naye akauliza akasema, huu bwana huu asaa yote asubuhi anishughulikii, yeye kazi yake amesikiza tu redio jambo, hata akija kuchukuliwa kazini anachelewa. <laughs> Polisi walishangaa wakasema, sasa hii ni kesi ama hii ni patanisho? Wanadada tafadhali, ukiona mtu anapenda redio jambo aya, anaisikiza asubuhi ni anafurahia, anafurahia evoisapi. Lakini sasa kama mwanadada unakasirika mpaka unadelete radio jambo kutoka kwa simu ya, ya bwana, ndio kwa sababu alimpeleka E, police station maeneo ya Butere, lakini polisi waliwambia hii si kesi ya kuleta hapa. Hii e, ni patanisho, waletee Gidi na Ghost asubuhi.